Samia Suluhu amefufuka kutoka kwa kifo ambacho alilimbikiziwa na watu upinzani pamoja na maadui wake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Rais Samia Suluhu Hassan amewafanya wapinzani wa kisiasa na wananchi wengi kubaki na maswali yasiyojibiwa baada ya kuonekana hadharani katika ibada ya maombolezo ya Jenista Muhagama aliyekuwa mbunge na mtumishi wa umma aliyefariki hivi majuzi, licha uvumi ulioenea kwamba angekuwa mgonjwa na kutoshiriki shughuli za umma na wengine kusema pengine alikuwa miaga dunia. Kauli na mwenendo wa rais Samia Suluhu katika tukio hili limeibua mjadala wa kisiasa ya juu ya uwazi wa afya ya serikali kuu na jinsi viongozi wanavyoshughulikia taarifa zinazosambaa mitandaoni. Katika ibada iliyofanyika Jumamosi, Disemba tarehe kumi na tatu kwenye kanisa katoliki la kiwanja cha ndege, rais Samia alionekana akiwa na nguvu na kauli yake ilieleweka kuwa ya busara thabiti, na isiyo na hisia za dhahiri, na ni jambo lililoibua maswali makubwa, hasa miongoni mwa wapinzani waliokuwa wamejiandaa kujadili uwezekano wa kutokuwepo kwake kutokana na afya yake. Hii ni mara ya nyingine tena rais Samia akijitokeza hadharani kufuatia taarifa zisizo rasmi kuenea kuhusu hali yake ya kia kiafya. Mamlaka za serikali hazijatoa taarifa ya kina kuhusu chanzo cha uvumi huu wa kiafya, isipokuwa inaweza kuwa imechanganywa na mjadala wa kisiasa unaoendelea kufuatia matokeo ya uchaguzi Oktoba tarehe 29 ambapo rais Samia alitangazwa mshindi wa asilimia kubwa ya kura. Uchaguzi huu umepata pingamizi kutoka kwa wapinzani na mashirika ya kiraia wa madai ya ukandamizaji wa vyama vya upinzani na ukosefu wa uwazi, na ni jambo ambalo limebaki kuwa chanzo cha mvutano wa kisiasa nchini, kufikia kiwango cha maadui wake wa kisiasa wakitaja na kusema huenda aliaga dunia, ila viongozi wakuu wa Ikulu wakakataa kuambia watu, na ni jambo lilikuwa likisikitisha, baada ya yeye kuonekana hapo jana, ambapo maswali yaliibuka ikiwa alikuwa amefufuka. Katika hotuba yake kwa uombolezaji na viongozi wa dini, Rais Samia alielezea huzuni yake kwa msiba wa marehemu Jenista Muhagama akimweleza kama kiongozi jasiri, mwaminifu na mlezi wa viongozi wengi ndani ya serikali na bunge. Muhagama alihudumu kwa miongo kadhaa katika nyadhifa mbalimbali akipata heshima kubwa kutoka kwa watumishi wa umma na viongozi wa dini. Rais Samia alisisitiza mchango wa marehemu katika kutetea haki, maendeleo na usawa wa wananchi, akisema kwamba urithi wa Mwahagama ni mfano wa uadilifu na utumishi wa ukweli kwa taifa, na kauli hizi zilikaribishwa kwa hisia mseto miongoni mwa ombolezaji na viongozi wa dini waliohudhuria ibada hiyo. Uwepo wa Rais Samia katika ibada hiyo umemaliza uvumi wa kutokuwepo kwake hadharani kutokana na afya lakini pia umeibua maswali kuhusu wazi wa hali yake ya kia kiafya na namna ofisi ya rais inavyoshughulikia taarifa za umma hasa wakati maoni ya wapinzani yanaendelea kusambaa kwa kasi katika kipindi chenye siasa kali. Rais Samia Suluhu Hassan alichukua urais baada ya kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli mwaka elfu mbili ishirini na moja na kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo nchini Tanzania na katika miongo kadhaa iliyofuata, viongozi na wachambuzi wa kisiasa wametilia shaka taasisi za kidemokrasia na uwazi wa uchaguzi, hasa kutokana na jinsi uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 ulivyofanyika. Na kulingana na taarifa za vyombo vya habari vya kimataifa, uchaguzi huu ulikuwa na changamoto, ikiwemo kukosekana kwa wapinzani wakuu na matokeo yakitangazwa kwa idadi kubwa ya asilimia 97.66 kwa Samia jambo liloibua malalamiko ya uhuru wa kisiasa na ukandamizaji. Na katika wiki za hivi karibuni, kabla ya tukio la maombolezo, serikali nchini ilitoa maagizo kwa wananchi kukaa nyumbani wakati wa matarajia maandamano ya kisiasa, huku vyombo vya usalama vikiongeza ama vikiongezeka mijini ama katika miji mikuu. Wito huu ulitokana na mvutano unaoendelea kufuatia matokeo ya uchaguzi na malalamiko ya upinzani kuhusu uwazi wake hali hii ya kisiasa imechangia kuinua maswali zaidi kuhusu uwazi wa serikali na uongozi wa Rais Samia hasa kuhusu mambo yanayoendelea kufichuka na kushughulikiwa hadharani katika siasa za afya za kisiasa. Afya ama afya ya viongozi wa juu mara nyingi huwa jambo nyeti linaloathiri imani ya umma na utulivu wa nchi na katika historia ya Tanzania suala la afya ya rais limekuwa likizingatiwa sana, hasa kufuatia ajali ya ghafla ya kifo cha Rais John Magufuli mwaka wa 2021 bila taarifa zilizokamilika za afya. Na tangu wakati huo mwenendo wa Rais Samia umekuwa ukichunguzwa kwa karibu. Uvumi uliosambaa hivi majuzi kuhusu kutokuwapo kwa Rais samia hadharani uliashiria wasiwasi miongoni mwa wananchi na wapinzani kuhusu hali yake ya afya. Na hata hivyo, matukio ya karibuni kama ibada ya Jenista Muhagama yalionyesha wazi uwepo wa Rais Samia akiwa na nguvu ya kutosha kushiriki shughuli za umma, jambo lilopingwa ama lilopinga kwa kiasi kikubwa uvumi uliokuwa umeenea mtandaoni. Maswali haya yanazua mjadala mkubwa kuhusu jinsi taarifa za afya ya kiongozi lazima zitolewe wazi uwazi ili kuepuka uvumi na kutoelewana. Mifano ya uwazi wa serikali kuhusu afya ya viongozi iko katika historia za nchi mbalimbali duniani zikihitajika kuhifadhi uaminifu wa umma wa na kutunza utulivu wa taifa. Kauli ya Rais Samia na uwepo wake katika ibada ya maombolezo mkubwa hivi karibuni ni ishara muhimu ya jinsi uongozi wake unafikiriwa na wadau wa kisiasa na wananchi kwa ujumla. Kwa upande mmoja, hatua yake inaonekana kukomesha uvumi na kuonyesha uwepo wa kiongozi mkuu wa nchi anaoweza kushiriki hafla za umma kwa kawaida. Hii inaweza kusaidia kutulia hali ya kisiasa ambayo imekuwa na msimko kutokana na uchaguzi na malalamiko ya upinzani. Kwa upande mwingine, suala hili limeibua mjadala wa kina kuhusu uwazi wa taarifa kuhusu hali ya viongozi wakuu wa nchi na jinsi serikali inavyowajibika kutoa taarifa sahihi kwa umma. Mjadala huu ni muhimu si tu kwa Tanzania, bali pia kwa demokrasia zinazokuwa duniani kote, ambapo imani ya umma katika taasisi za serikali inategemea uwazi na uadilifu wa taarifa zinazotolewa na wanasiasa na viongozi wa umma. Masuala ya uwazi wa uongozi, uwajibikaji na uhusiano kati ya serikali na wananchi ni msingi wa demokrasia yenye afya, na tukio la hivi majuzi lilioibua uvumi juu ya afya ya rais Samia na jinsi ulivyokataliwa na utekelezaji wa utekelezaji wa shughuli za umma ni mfano wa jinsi taarifa zisizo rasmi zinavyoweza kukua kwa kasi na kuathiri imani ya umma na katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika, haswa kufuatia mabadiliko ya uchaguzi na mvutano wa kisiasa, ni muhimu kwa serikali kuweka viwango vya juu vya uwazi ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa na imani ya uongozi wao. Na ikiwa serikali itahakikisha taarifa sahihi zinatolewa kwa wakati, inaweza kupunguza uvumi usio na tija na kuinua mshikamano wa kitaifa. Ndo hayotuliyokuandalia siku ya leo. Na ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana chanel hii tafadhali, tupe sapoti yako kwa kusbsribe, kulike na kushare video zetu.